Kwa sababu yale maeneo ya serikali yanayojengwa masoko, kwa mfano diwani huku uki, ukiwa kama si ni sehemu gani, mimi si mwenyeji kivile, labda kuna sehemu nataka kujenga soko. Kwa hiyo hawa wenye vitambulisho hawa ndo wanapata kipaumbele cha zile nafasi. Hatutaruhusu watu wa nje. Kwa hiyo hawa wanakuwa na uhalali wa kupewa nafasi bure na kufanya biashara kwa uhuru, bila kudaiwa na mtu yeyote. Kwa hivyo niwaombe sana wapendwa wangu Mjitahidi kuwa na hivi vitambulisho. Hata kama hutaki kukopa leo, kitunze kama vile namba ya NIDA tunavyovitunza. Sawa ndugu zangu, asilimia saba ina riba ya chini, ina asilimia saba ya mkopo. Sasa kwenye asilimia hizo, mheshimiwa atakuja awafafanulie vizuri tu, tuende kwenye maswali. Karibuni kama kuna mtu ana swali au kuna mtu ana hoja yoyote, ana ushauri au anatamani kufanya nini, na kama mtu umefurahi ama umeelewa.

Asante sana baba, mpigeni makofi baba yangu <laughs> maana e, alisema hausiki, ila anahusika kipekee. Naishukuru sana serikali yetu inatusaidia unaona, alivyoainisha kuna mikopo ya wanawake, vijana, walemavu, lakini kuna mikopo ya randomly ambayo unasimama wewe peke yako. Niwaombe sana akinamama, hata vijana tunavyounda vikundi Tujiangalie, usifikiri ile fedha inatoka kwa sababu imetoka, ni ya kwako, ni ya wote. Ukipata wewe kwa wakati huu na mwenzako anatakiwa apate, sawa, ndugu zangu? Kwa hiyo asilimia saba, nani anaweza kukumbuka? Mi napendaga kufundisha na kuuliza. Nilisema namna ya kupata hichi kitambulisho. Mmoja tu anielezee, unafanya proses gani? Nyosha mkono unisaidie. Karibu. Asante. Mimi kwa nilivyoelewa umesema kwamba unatakiwa uwe na namba ya NIDA. Ukishapata namba ya NIDA ndio unaenda kwa ofisa maendeleo. Ukishafika pale, unamwambia bana, namba yangu ya nida hi yapo. Ana, anafanya process zote ku, ku, kufanya hiyo process ya hicho kitambulisho, akishamaliza siku naenda kukichukua, unapewa control number ile control namba ndo nalipia elfu ishirini. Umejichenga kidogo kisha ile ila, umejitahidi. Ukishaenda kwa afisa maendeleo, anakusajili na ile namba ya NIDA tayari, atakupa control number. Sawa kaka, haupewi hiki mpaka umekilipia elfu ishirini, lakini bi yake atusubiri hiki ili tukuhudumie wewe. Huduma inatoka kama vile kitambulisho cha NIDA, unakuta NIDA mtu hana, lakini ana namba sawa yes. Kwa hiyo afisa maendeleo akisha kukusajili, kusajili namba, anatumiwa akishatumiwa, atakupa vitambulisho, vikija halimashauri, mimi ndio nitapigiwa, vitakuja vya kata ya Msalala, Mwanase ci si wapi ndio na visoti ndio na beba, labda namletea au afisa maendeleo akishuka huko. Vizuri, umejitahidi sana. Hongera.